Kwa majina naitwa Ian, nimekuwa hapa for the last karibu 40 something hours na niko hapa kushika hii chungwa kwa masaa 52, ili kuweza kutuma ujumbe kwa wafuasi wa ODM waweze kuombea mwelekeo wa chama, yeah. Niliweza kutumia hii njia kama yenye itaweza kupopularize haraka Unajua wewe inatake time na pia sometimes, unaweza pata wanaweza wanaweza decline hiyo request ama wanaweza weka restrictions kwa hizo request. So Kenyans wanakuja pamoja wanakuja, wanakuja wanajitokeza, kama venye mnaona wanajitokeza kila mahali wanaingia, kila mtu anafanya challenge yake kusenda message. Unajua hii ndio, yani wakenya wanaona hii ndio njia njia rahisi kwa watu kufikisha ujumbe mahali, unaona kama yeye, hii ni njia rahisi, kwa sababu unaona watu ndio wamefika wa s so, kwangu mimi naona iko sawa, waachilie tu hao watu waingie wasend a message, lakini pia hiyo eh, kufuata hiyo kufuata hiyo mwelekeo ya ku notify the ministry. pia ni muhimu for some reasons. Lakini kama kwa mtu maybe, unaona kama yeye kwake ni sawa na yeye amejipanga na amefanya zoezi ya kutosha, so mimi kwangu, yeye kwake iko sawa yeye, acha aendelee afanye hivyo, send message, na pia tunaomba watu wajitokeze, tumsupport, amalize, itakuwa vizuri sana. Sa, asante kwa majina, mimi naitwa Tony Tuba, mimi ni mkazi wa Kakamega Town. Nataka kushukuru kijana vile amejitokeza, at least kwenda kupeana message kwa chama cha ODM, na vile mnajua ODM sasa inaendelea kiumba yumba, ikisambaratika, na wengine wetu ambao tumekuwa kwa hiyo chama kwa muda mrefu tunasikia uchungu sana, kwa sababu sasa inamaanisha chama ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa chama. Sasa vile huyu kijana amejitokeza hivi, hasa hapa Kakamega kuna faction ile ambayo iko kwa baraza na kwa ile faction ingine iko kwa Nabii Nabwera. Kama wanaweza iga huyu kijana wakuje pamoja for the betterment of the party naweza kuwa sawa sana. Wakenya hawa wa, wanajaribu kuongea na wasikizi. wanaongea wasikizi. wanaongea wasikizi. so Minister Welt is jaribu tena kugag hii ni the only way ambayo labda wala ambao in authority wanaweza sikia malalamishi ya Wakenya. Naona tukiongea ongea tu watas hivi watasikia, labda mtu akijitokeza hivi na bora akopoa, na anaweza uh, simama kwa hiyo muda, ama anaweza enda through hiyo challenge yote, nafaa ruhusio wafanye.